Upasuaji wa maiti aliyekuwa waziri wa kaunti ya Makueni ambaye alipatikana amefariki nyumbani kwake Makindu Daktari Sonia Nzilani umeonyesha kuwa alifariki kutokana na shinikizo la damu moyoni lililosababisha mpasuko na kutokwa na damu nyingi kwa ndani. Kulingana na daktari wa familia Ansent Kituku, Sonia aligunduliwa kuwa na ugonjwa wa moyo takriban miaka kumi na miwili iliyopita na amekuwa akitumia dawa na pia kuhudhuria kliniki za magonjwa ya moyo. Kabla ya kifo chake alikuwa akilalamika maumivu ya tumbo ambayo hayakuchukuliwa kwa uzito ewanga, ingawa alienda hospitalini kwa ukaguzi. Marehemu daktari Sonnia Nzilani alikuwa waziri wa biashara, masoko, viwanda, utamaduni na utalii katika kaunti ya Makueni. Mpata ni roho ilipasuka, e, na wakati ilipasuka ikatoka damu mingi, na hiyo ndio ilifanya ikaleta hiyo kifo chake. Ukiona shida kama ya roho ikianza mtu akiwa mchanga kidogo, hiyo miaka inasema ya chini, inaweza kuwa ni kitu inaendelea kwa familia. Kwa hivyo pia ni mzuri kwa media mwelezee eh, wananchi kwamba kama watu wanajua mtu wao mwenye alifariki ghafla, ni vizuri watokee kwa hospitali waangaliwe, wale wamebaki familia, ndio kunaweza kuwa na shida inaweza tatuliwa. Ni vizuri tumepata majibu, ili pia familia ambao wako hapa na marafiki wawe wapate uh, uh, ridhaa ama wapate consolation kwamba hakuna jambo mbaya lilifanyika kwa mtu wao, na sisi kama serikali tujue kwamba ni jambo ambalo linatokana na maradhi ambayo yalikuwa mwilini tangu miaka kumi na mbili iliyopita.